Urusi imedai kwamba mashambulizi yake ya jana dhidi ya eneo la Sumi nchini Ukraine yalilenga mkusanyiko wa kundi la wanajeshi wa Ukraine. Mashambulizi hayo ambayo yamesababisha vifo vya watu 34 wakiwemo wa watoto na kuwajeruhi wengine wengi yameshutumiwa vikali na viongozi mbalimbali mbali barani Ulaya wakiyataja kuwa uhalifu wa kivita. Lubega Emmanuel, na mengi zaidi Mashambulizi hayo ya Urusi yalifanyika kilomita 30 ndani ya mpaka wa Ukraini na Urusi. Miongoni mwa watu waliouawa kutokana na makombora ya Urusi walikuwa watoto wawili, huku idadi ya waliojeruhiwa ikifikia watu 119. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa Ukraini, wakiataja kuwa ya pili hatari katika kipindi cha wiki moja tu. Alipohojiwa kuhusu taarifa za mashambulizi hayo, msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov amedai kuwa majeshi ya Urusi yalilenga kushambulia vituo vya kijeshi tu. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa waliushambulia mkusanyiko wa maafisa wa ngazi za juu wa Ukraine. Imeukosoa utawala wa Kiev kuwatumia raia kama kinga wakati wa kuendesha mkutano wa kijeshi katikati mwa mji huo wa Sumy. Wizara hiyo imetaja kuwaua wanajeshi zaidi ya 60 lakini haikutoa ushahidi kuthibitisha madai yake hayo. Katika ujumbe wake kwenye majukwaa ya kijamii, rais wa Ukraine Vladimir Zelenski ametoa mwito kwa jamii ya kimataifa kuchukua hatua kufuatia mashambulio hayo, akielezea kuwa la kwanza liliharibu majengo ya chuo kikuu na lingine likaripukia kwenye barabara kuu. Amesema kuwa shinikizo dhidi ya Urusi ndilo litamfanya rais Vladimir Putin kuacha mashambulizi hayo na kutaka vikwazo viwekwe dhidi ya sekta zinazofadhili upatikanaji wa zana za mauaji za Urusi. Waziri wa masuala ya kigeni wa Poland Radek Skorski ambaye nchi yake inashikilia kiti cha urais wa Umoja wa Ulaya ameyataja mashambulizi ya Urusi kuwa dharau na kejeli kwa mwitikio wa serikali ya Kiev kukomesha vita kama ilivyopendekezwa na Marekani zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Waziri wa masuala ya kigeni wa Finland Elina Valtonen naye ametoa mtazamo kama huo akielezea kuwa mashambulizi kwenye mji wa Sumi yamefanyika siku chache baada ya mjumbe wa rais Donald Trump Steve kufanya mazungumzo mjini St Petersburg na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Ametaja mashambulizi hayo kudhihirisha kuwa Urusi haithamini mchakato wa amani na pia haijali maisha ya binadamu, huku waziri wa masuala ya kigeni wa Ufaransa Jean Noel Barrot akisema kuwa Rais Putini hana kusudio lolote kukubali usitishaji vita. Amehimiza Umoja wa Ulaya kuchukua hatua kali za vikwazo dhidi ya Urusi ili kuathiri uchumi wake. Hadi sasa umoja wa Ulaya umeiwekea Urusi vikwazo 16 na wanajadili cha 17, ila kikwazo hicho kinacheleweshwa kwa kuwa kinaathiri pia uchumi wa mataifa kadhaa ya bara hilo.